Rais wa Kenya William Ruto na waziri mkuu wa zamani Raila Odinga Ijumaa hii wamesaini rasmi mkataba wa kisiasa kuashiria enzi mpya ya ushirikiano ndani ya serikali moja. Makubaliano hayo ya kihistoria yanayounganisha chama tawala cha Ruto, United Democratic Alliance, UDA, na chama cha Raila, Orange Democratic Movement, ODM, yalitiwa saini rasmi katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Kenyatta, KICC, jijini Nairobi. Viongozi hawa wawili wametia saini zao kwenye hati ya makubaliano MOU mbele ya maafisa wa vyama vyao. Baada ya kusainiwa kwa mkataba huo, mwenyekiti wa ODM na gavana wa Homa Bay Gladys Wanga alihusifu akisema wa kuwa umoja wa taifa unapaswa kupewa kipaumbele kuliko maslahi binafsi ya kisiasa. Umoja, uthabiti na ustawi wa taifa hili si jukumu la wachache, ni jukumu letu sote kama taifa, alisema Wanga. Aliongeza kuwa makubaliano hayo yana umuhimu mkubwa kwa jamii zote za Kenya. Ingawa tunaweza kuwa na itikadi tofauti za kisiasa na kutokea katika maeneo mbalimbali, hakuna mtu anayeweza kupinga umuhimu wa umoja, usawa. Umoja huu hauhusu viongozi wawili pekee, bali ni kwa ajili ya vijana, wanawake, watu waliotengwa na wakenya wote waliowahi kuhisi kutengwa. Mwenyekiti wa UDA na Governor wa Embu Cecil Mbarire pia alisifu uwazi wa makubaliano hayo akisisitiza kuwa hati hiyo imetayarishwa hadharani badala ya kufanyika kwa siri. Leo tunakumbushwa kwamba taifa litabaki kuwa kubwa zaidi kuliko maslahi ya mtu binafsi au chama. Nina furaha kwamba baada ya uvumi kwenye vyombo vya habari hatusaini mkataba kwa siri bali hadharani kwa Wakenya wote kuona, alisema Mbarire. Alisisitiza kuwa mchakato wa makubaliano haya ulifanyika kwa mashauriano ya kina kupitia miundo ya vyama vya kisiasa na sasa Wakenya wanaelewa kinachoendelea. Imetuchukua mashauriano ya kina kupitia miundo ya vyama kufikia makubaliano haya. Ninafuraha kuwa hatujasaini hati ambayo inabaki kwa siri kwa watu tunaowashirikisha. Leo Wakenya wanajua wazi kile tumekubaliana nacho, aliongeza. Kwa upande wake, Raila Odinga amekanusha uvumi kuwa mkataba huo wa kisiasa ni ishara ya muungano wa kisiasa kati ya ODM na chama tawala cha UDA. Amesema kuwa hatua hiyo inalenga tu kupunguza msukumo wa kisiasa nchini humo ili kuleta utulivu. Aliendelea kusema kuwa mkataba huo unahusisha utekelezaji kamili wa ripoti ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa NADCO, yenye lengo la kushughulikia changamoto zinazowakumba Wakenya wa kawaida wa kwa ajili ya ustawi wa taifa zima. Leo tumesaini MOU kati ya ODM na UDA lengo lake ni kusaidia kupunguza mvutano uliopo nchini, kuleta maridhiano miongoni mwa wananchi, kupunguza mateso na kusukuma nchi mbele kwa kushughulikia masuala muhimu ya kijamii, kisiasa na kiuchumi yanayowakumba Wakenya, Raila alisema akiongeza, tunataka kuwa wazi kwamba hati tuliyosaini leo haimaanishi kuundwa kwa muungano wa kisiasa kati ya ODM na UDA hata hivyo utekelezaji wake wa mafanikio unaweza kuweka msingi wa hatua kuelekea taifa lenye utulivu katika siku zijazo Raila aliongeza pia alipotangaza nia yake ya kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika hakutarajia kuungwa mkono na Rais Ruto na serikali ya Kenya kwa ujumla amesema kuwa tangazo la Ruto la kumuunga mkono lilimshangaza lakini pia alionyesha shukrani zake kwa msaada huo sikutarajia kuungwa mkono na serikali ya Kenya lakini ghafla Rais Ruto alitangaza kuwa ataniunga mkono. Nilifikiri labda alihisi kwamba hii ndiyo njia bora ya kumtoa nchini, bora aondoke. Lakini niliamua kwamba haijalishi nia yake ilikuwa nini, bado ningegombea, amesema Raila. Aliendelea kufafanua kuwa Rais Ruto alihakikisha msaada wake ulikuwa dhati, kwani alifuatilia tangazo lake kwa kutoa msaada kamili kwa kampeni yake. Walitumia rasilimali za serikali kusaidia kampeni yangu na Rais Ruto mwenyewe aliwapigia simu marais kadhaa kuwaomba waniunge mkono. Raila amesema kuwa walifanya kampeni kwa nguvu na walipofika Addis Ababa walikuwa na matumaini makubwa ya kushinda. Baada ya kurejea Kenya alikwenda kumshukuru Rais Ruto Mombasa kwa msaada aliopokea kutoka kwa serikali wakati wa kampeni yake ya AUC. Nilipofika nilikuta tayari pande zote mbili ODM na UDA zilikuwa zimeshaandaa nyaraka fulani ambazo alitaka zisainiwe. Niliwaambia kuwa siwezi kusaini bila kushauriana na watu wangu, alisema Raila. some of you will have seen me with president Obasanjo on my side when I announced yes, that I was going to run for the position of a African Union Chair. I did not expect to be supported by the Kenya government

Me Naye I... Rais Ruto ameapa kufanya kila wezalo kwa kuhakikisha kuwa waziri huyo mkuu wa zamani anapata heshima na ustahili ndani na nje ya Kenya. Akizungumza katika makubaliano ya ushirikiano huo, ameeleza kuwa viongozi wa rika zote wakubwa na wadogo wanapaswa kutambua mchango wa Raila ambao umedumu kwa vizazi kadhaa katika siasa za Kenya. Akianzia kumbukumbu zake akiwa ndani ya chama cha ODM, Ruto amekiri kuwa ushawishi wa Raila umeunda na kubadilisha taswira ya kisiasa nchini Kenya kwa kiasi kikubwa. Miezi kadhaa baada ya uchaguzi, nilimwambia Raila kuwa yeye amewahi kuwa kiongozi wangu wa chama na nataka aheshimiwe pasavyo. Nitafanya kila linalowezekana kuhakikisha anapata heshima anayostahili nchini Kenya. Sifanyi hivi kwa manufaa yangu binafsi, bali kwa sababu yeye ni mkongwe wa siasa na mchango wake unapaswa kuheshimiwa, amesema Ruto. Mara tu baada ya viongozi hao wawili kutia saini makubaliano rasmi ya ushirikiano, Ruto alisisitiza kuwa makubaliano hayo hayahusu kugawana nyadhifa au kushinda uchaguzi, bali ni kwa maslahi ya taifa mpangilio huu si wa kugawana viti au kushinda uchaguzi bali ni kwa maslahi ya wakenya kenya ni wakati wa sisi kama taifa kujifunza kushirikiana kwa maendeleo ya pamoja alisema ruto aliongeza kuwa kwa muda mrefu uamuzi wa kisiasa nchini kenya umekuwa ukizingatia mambo sahihi kisiasa badala ya kuzingatia maendeleo ya kweli Rais Ruto pia alimpongeza Raila Odinga kwa ujasiri na uthubutu wake wa kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya umoja wa Afrika, aus amesema Raila ameshajidhihirisha kama kiongozi wa bara la Afrika mwenye maono ya kweli ya umoja wa bara hilo. Lazima nimpongeze Raila kwa ujasiri wake wa kuchukua hatua kwa ajili ya Kenya. Kamwe hatujawahi kushuhudia Wakenya wakionyesha msisimko mkubwa wa msisi wa mabadiliko chanya yanayolenga kila mtu bila ubaguzi, alisema Ruto. When

As a Pan-Africanist, as a leader with experience, and that he had immense understanding of issues Africa. He qualified for not just my support, but that of the government of Kenya. And that is why we went out of our way to support his candidature. As he has said,